ITV imefika katika eneo la kanisa hilo na kushuhudia mamia wananchi waliojitokeza katika tukio hilo, na hapa wanaeleza walicho kiona. Nilifika eneo hili nikakuta ule, ule mti umeng'olewa, lakini ulivyokuwa umeng'olewa uliacha shimo kubwa sana pale ulipotoka. Maana yake uling'olewa na mizizi yake yote, moja kwa moja ukawa umeanguka kupitia na nguzo ya umeme. Tukajaribu kuwasiliana na watu wa umeme kuja kuweza ku, kusaidia lakini cha majabu leo, nimeshitikana kijiwe, si bwana ule mti mliokuja kuushuhudia umerudi mara pake ulivyokuwa. Nimekuja ni kwanza, sikuamini nikasema, hii siwezi kuiamini mpaka nifike nijaribu kushuhudia. Nikawa nimekuja nimekuja kufika nimekuta ule mti umesimama kama ulivyoonekana hapo. Mimi nimefika hapa nimekuta lenyewe limesimama ile mti kama ile mti, na juzi limeanguka kwa imeanguka kabisa, lakini kwa leo mti huo umeshuhudiwa tena limesimama. Pengine toka mti uzaliwa ulishawahi kuona mti ambao sijawahi kuona, ndo mara yangu ya kwanza. Viongozi wa kanisa hilo wanasema kipande cha mti huo kimesimama baada ya sehemu kubwa ya mti huo kukatwa baada ya kuangushwa na mvua kubwa. Wakati kukuwa umeanguka uliacha shimo kubwa nyuma yake kule. Kwa hiyo ukawa mizizi imeondoka na udongo mwingi, kaa tulipoikata hii mizizi minani matawi kwa huku, maana yake ikawa ime, ime, ime, uzito umepungua. Matokeo yake mti gogo ambao ambayo ilikuwa limebaki likarudi lika kwenye vile shimo. Kutokana na hali hiyo, ukaonekana kana kwamba mti umesimama lakini so, kwa wasi, mti haujasimama, sipokuwa ni ile balance kama mzani. Jinsi ulivyo mzani wa matawi lipotoka na likarudi kwenye shimo lake, basi ikawa lile gogo likawa limesimama. Kwa tulimshauri tuli, hata aliyekuwa nakata kwamba likatie chini, si kabaki gogo refu, lakini hakutuelewa, kakata kabakiza shimo refu kama ilivyoonekana. Sasa mvua zilivyonyesha leo, tumeshangaa mti umerudi kwenye eneo lake kama unavyouona pale umerudi, umesimama kwenye ile shina ambalo lilikuwa limebakia lime okay. Na pengine sababu ya kukata ilikuwa ni nini? Sisi kanisa hatukuwa tunaukata, maana yetu ya wa kukata kwa sababu hapa kulikuwa hii, hii waya iliyo imesimama hii waya ya TANESCO hii iliyezuliwa na limti pamoja na bati pale. Sasa tukasema kwa sababu tulikata mfumo um, wa umeme, tukaona walete watu waje uondoe lile tawi alafu turudishe mfumo wa umeme kama kawaida, kwa nia njema kabisa. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mpomvu, Bwana Chazi Miranga, anasema tukio hilo la aina yake limevuta idadi kubwa ya watu kushuhudia tukio hilo ambalo limetokea katika eneo hilo aa, kwa mtaa wa Mpomvu ni tukio la kwanza lakini lilishawahi kutokea tena, Samia napo ilikuwa ni hivyo hivyo, ila kwa imani ambazo sisi hatuzifahamu za kishirikina, watu wanaamini walichokiamini, lakini sisi tunaamini ni ile hali tu ya uzito wa kile kisiki kilivyokuwa. Na pengine, mwenyekiti, tuone sasa jitihada ambazo unataka una, una kuzifanya kwa sababu wananchi wengi wako hapa, ili kuondoa na sintofahamu, tutarajie nini? Ah, tutarajie utulivu utaendelea maana, tumechukua hatua za kupiga simu polisi, za kupiga simu mkatani, nadhani jitihada zinaendelea kwa ajili ya usalama zaidi kwa wananchi. Mwenyekiti mwenye, kuna watu wameonekana wanabeba mizizi, matawi, hii inamaanisha nini? Pengine ah, sisi wananchi bana wanaishi kiimani zaidi, na kila mmoja anaamini anachokiamini sisi kama serikali hatuamini kama ushirikina upo, wao wanaamini. Kwa hiyo ile ni hali tu ya kiimani. Eneo hili limefunikwa na wananchi ili kuondoa taharuki iliyojitokeza katika mtaa huu. Kutoka hapa eneo la Mpomvu, manispaa ya Geita, mkoani Geita, Basil Elias, ITV.